Bwana Yesu asifiwe. Mwana Kondoo ameshinda. Kwa majina anaitwa Juliana Wila, mimi ni mkufunzi, tumetoka kanisa la Molevian jimbo la kusini Magharibi pale Jakaranda. Leo hii tumekuja kwenye hichi kituo cha Ilindi ambacho kinashughulika na watoto yatima na watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Tumefika hapa kwa udhamini wa idara ya udiakonia chini ya Mission 21. Lengo la kufika hapa ni kukutana na hao watoto pamoja na wahudumu, wazazi na walezi wao. Kwa nini tumefika hapa? Tumefika hapa kwa lengo la kuwakumbusha kuhusiana na maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu walio wengi wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi hawajui nini wafanye, na wengine wanaishi kwenye ndoa, mmoja ana maambukizi, mwingine hana, lakini bado hawajui vitu gani wafanye. Kwa leo hii tumekutana na hawa wazazi pamoja na walezi na wahudumu wao, tuwape tuwakumbushe vitu gani wavifanye endapo umepima na mwenza wako au mume, majibu yakatofautiana, sio kusema ndio mwisho wa maisha, sio kusema mtengane, sio kusema mwanze kugombana. Hapana, kinachotakiwa mchukue hatua. Hatua gani mtachukua? Yule ambaye ana maambukizi moja kwa moja atapewa elimu jinsi ya kutumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, na huyu ambaye hana maambukizi atapewa elimu ili ajikinge asipate maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa huyu ambaye hana maambukizi, saa hizi kuna dawa kinga. Dawa hizo zinaitwa prepu, zinapatikana vituo vya afya. Hizo dawa ni bure. Kwa hizo zinaweza zikamsaidia ili waendelee kuishi. Mwenye maambukizi atatumia ARV na asiye na maambukizi atatumia hizo dawa kinga prepu.